Bwana kuambatana na humchongo wa Mwijaku ambao na trendi sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kwamba kuna wadada wanachuo ambao wanamgombania, yani walikuwa wanapigana kisa tu kuna mdada ambaye ameweza kutoka na Mwijaku, moja katika michongo ambayo kwa sasa imeweza kuchukua headlines sana, kuonesha kwa kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa kina happen pale katika chuo kikuu cha Ardhi. So, Mwijaku amekuja kufunguka kupitia peji yake ya Instagram, akiweza kugusia penzi lake kati yake yeye pamoja na mke wake moja katika vitu ambavyo watu walikuja kuconnect dot ya kwamba Mwijaku wakati anagombaniwa huku mke wake anajisikiaje? Kuna michango ambao ilikuwa inaendelea, kiasi cha kwamba watu wengi walikuwa wanaguswa kuona kwamba mke wa Mwijaku ni moja katika wanawake ambao wameweza kutulia sana, ni moja katika wanawake ambao wanajiheshimu sana, lakini Mwijaku amekuja kumfanyia mchango ambao haukuwa ni mzuri kabisa. So, Mwijaku alikuja kufunguka kupitia page yake Instagram, akisema wa ya kwamba wakati Adamu anaumbwa alikuwa peke yake. Mungu hakumpa video game acheze kusema itampa company. Mungu hakumpa marafiki kusema watampa furaha pamoja na kumsupport, bali alimpa mke ambaye ni Eva awe msaidizi wake kwa kila jambo. Hii inaonyesha ni muhimu kiasi gani kuwa na mwenza wako wa maisha katika hali zote. Marafiki watakuja na kuondoka, watoto watakuwa na kwenda kuanzisha familia zao, wafanyikazi wenzako wataondoka, majirani watahama ila mpenzi wako atabaki katika maisha yako, mpaka pale kifo kitakapoweza kuwatenganisha, kwa unyenyekevu mkubwa wa kusameheana, iwe kweli au si kweli kukoseana. Hivyo basi, tuwapende wapenzi wetu kwa dhati na kuepusha ibilisi na vikwazo. Make a solid commitment na usifokus kwenye mahusiano yasiyo na tija yatakayokufanya umpoteze mke wako na hivyo kuvunja ndoa yako. Naamini hakuna kitu na hakuna mtu wa kuweza kuvunja ndoa yoyote ile, labda Mungu mwenyewe apende, iwe jua au iwe mvua. I love you, haijalishi nitaonekanaje, but you are my strength na unajua hilo. A successful marriage is in the union of two perfect people that of the two imperfect people. So huu hapa ni moja katika ujumbe mzito kabisa ambao alikuja kufunguka pale Mwijaku baada ya kuona kwamba kuna michongo mingi ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii ambapo anakonektiwa ama anahusishwa katika michongo hiyo. Sasa ile michongo bwana iliweza kuwasumbua watu wengi sana kuona kwamba ni kwa nini Mwijaku ahusike kwenye michongo kama hapa, ni kwa nini Mwijaku amvunjie mke wake heshima kiasi hiki. Moja katika vitu ambavyo watu wengi walikuwa wakitoa maoni yao katika namna tofauti tofauti, lakini mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment. Unaonaje katika huu mchongo? Inawezekana ni kweli Mwijaku alihusika kwa namna moja au nyingine, ama inawezekana kuna Mwijaku mwingine ambaye aliweza kuhusika katika tukio lile, kwa sababu pale alikuwa anaitwa Mwijaku na tunajua kabisa kwamba Mwijaku anaitwa buto nani fulani hivi. Sasa mi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment, unahisi umchango kwakwa wewe umeweza kuupokea kwa namna gani? Nipange hapo chini. Wananiita bonge la dude, Jitu TC, na hii hapa ni Jitu Media.